Mimi nilikuwa katika zama za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni kijana lakini si kijana tu, fakuntu ahfadhu anhu, nikawa nikihifadhi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi alehi wasallam, yani katika jumla ya watu waliokuwa wakihifadhi maneno ya mtume mimi pia nimo. Maanake nilikuwa ni kijana ninahudhuria darasa za mtume Nilikuwa ni kijana ninafuatilia mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sikuwa kijana mjinga anasema. fama yamnauni min alqawli, hapakuwa na jambo linanizuia mimi kuzungumza, illa ana hahuna rijalan hum asannu minni, isipokuwa katika ile jilsa katika kile kundi la watu waliokuwa na mtume, kuna watu wakubwa kuliko ni mimi hili lilifanya mimi nisiwe mzungumzaji. Sikuacha kuzungumza kwa sababu sijui, niliacha kuzungumza kwa sababu kuna nini? Naam, kuna wakubwa kuliko mimi. Hii ni adabu, kujifundisha kwa Mtume. Sio katika sisi atiejua nafasi za wakubwa, heshima za wakubwa. Kama kuna jambo lipo baina yetu na lina haja ya kuzungumzwa, wapo wakubwa, kwa nini tusiwaache hawa wakubwa wakazungumza? Tunawakubali wametuzidi katika umri, tunawakubali wametutangulia kusoma, tunawakubali wametutangulia kuilingania hiyo hiyo dini yenyewe. Pia kwa nini tusiwaache wakazungumza wao ili na sisi tukapata faida kutoka kwao? Haina maana kuwa hatujui, tunajua lakini kwa sababu tuna wakubwa tumewaacha wakubwa wazungumzie. Leo nyinyi watu wa Zanzibar, mkaishika hii hadithi, mtaishi vizuri sana. Tunajua kwamba vijana wanasoma tena kwa jitihada kubwa za hali ya juu na wanahifadhi maneno ya Allah na maneno ya Mtume katika hali nzuri kabisa, lakini midamu kuna wakubwa, hatuna haja ya kuwakalia juu ya vichwa wakubwa zetu na hii itatuongezea heshima sisi, albarakatu maa akabirakum, baraka iko na wakubwa. Kwa hivyo wewe kijana, ambaye Allah tabaraka wa taala amekujalia ilmu na amekujalia ukaihifadhi ilmu akakujalia fasaha ya kuifikisha ilmu akakujalia watu wakakuelekea katika kuipokea elimu, usighurike na hilo bado adabu na heshima kwako ni msingi mkubwa wa kuifanya ilmu yako iwe na kheri kwako. Yanapotokea yale mambo yana haja ya, ya kuzungumzwa, na wewe una haki ya kuwazungumza, lakini wakubwa zako hawajazungumza, una haja ya kurudi kwao, kuwauliza, jamani, mmeyasikia haya, mnasemaje? Sasa tunayafanyia kazi? Subiri, watayafanyia kazi. La tastajil usiwe ni mtu una haraka ya kusema, kwa sababu unajua haa, walikuwa wanajua kabla yako wakanyamaza, kwa sababu kuna wakubwa ya kutosha. Kuishika adabu hii na ukaishi vizuri sana na thamani yako na ilmu yako ikawa inaheshimiwa, lakini muache huyu Samrata bin Jundubi alimamu Ibn Kathiri rahimahullah taala

ikanitukia mimi katika nafsi yangu kwamba huo mti ni mtende, akajua kwamba huo ni mti wa mtende. Wa raaitu aba bakrin wa umar, nikamuona abu Bakar na Umar. La yatakallamani hawazungumzi. Mbona abu Bakari hasemi? Mbona Umar hasemi? Asema, fakarihtu an atakallama kwa hilo tu kuona hawa watu wazima hawakusema, mi pia nikachukizwa na jambo la kuongea mbele ya wakubwa. Kwani alikuwa anaongea batili? Lakini mtume si ameuliza? Kama mtume akauliza, alikuwa na haki ya kujibu ama hakuwa na haki ya kujibu? Na ye mtume akawauliza watu wote, ama waliwauliza wakubwa peke yake? Lakini asema, midamu katika jilisa ile kulikuwa na Abu Bakar na Umar, mi nkaona vibaya ya kuzungumza, nafsi yangu inaniambia huo ni mtende lakini wazee hawajagundua ni fikiria, ajajua, mlimao, eh, mti gani huo? Kila mzee afikiria twanamisho kitu hajajua mlimao, mti wa ndimu au mti gani, yeye kaisha jua huu ni mtende. Na masahaba hawakuwa na tabia kama za kwetu za kuropoka. Hujui, hujui, nyamaza. Sio hujui unasema ni mti gani mlimao. Hapana, hujui nyamaza ya kutosha wakanyamaza, hivyo hivyo midamu hujui, wakanyamaza. Nasema nilipoona wale wazee wamenyamaza, mimi nikachukizwa kuzungumza. Falima lam yaqulu shay'a, ilipokuwa wale masahaba hawakusema chochote. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, wasalam hiya nakhala, huo ni mtende. Kwa hiyo angesema, Ibnu Umar alikuwa amepatia, alikuwa amekosea, ha Kampatia, lakini kwa nini hakusema? Kwa nini hakusema? Kuna wakubwa, waache wakubwa waseme, na midamu mwalimu yupo, atatuweka sawa. Akanyamaza na Mtume akatoa jawabu, darasa ikaisha, watu wakasambaa. Anasema Ibn Umar

Mimi ilikuwa imenijia katika nafsi yangu annaha nakhla, kwamba ule mti aliouliza mtume ni mti wa mtende. Qala Umar, akamwambia mwanaye Abdullahi Ibn Umar, ma manaka an takallama, kitu gani kilikuzuia kusema? Kwa nini hukuzungumza kama ni mtende na mtume ameuliza? Kala, akamwambia baba yake ya kwamba lam arakum tatakallamun mimi sikukuoneni nyinyi mmezungumza nyinyi mlipokuwa mmenyamaza. fakarihtu an atakallama na mimi nikachukizwa na jambo la kuzungumza mbele ya wakubwa, au aqula shay'a, au kusema neno, nikabaki ninajua moyoni na nikanyamaza. qala Umar, Umar akamwambia mwanae laantakuna kultaha ahabu ilaya min kadha wakadha, ungesema jambo hilo lilikuwa linapendeza kwangu kuliko kitu fulani na kitu fulani. Haya ni mapenzi ya mtoto ya baba kwa mtoto wake. Ha, mtoto wangu yuko makini darasani. Mimi pia ningefurahi, wewe ungefurahi mimi kujibu. Lakini mtoto kwa nini hakuzungumza? Kuchunga heshima ya wakubwa. Kwani aliponyamaza ilimshusha daraja yake kwamba hana elimu ama ilimshusha daraja yake kwamba ni katika watu wajinga? Hapana, bali ni fundisho mpaka kwetu. Sasa hivi tunajifunza kwamba tukiwa na wakubwa, ya watosha wao kuzungumza na sisi tukanyamaza, bali wana haki wao kutuambia fulani, zungumza na wewe ukazungumza. Lakini pia limetokea jambo na unahitaji kuzungumza hebu tumia adabu kwenye kuzungumza. Pia ile adabu kwenye mazungumzo italipamba neno lako, lakini washauri wa kubwa zako, munaonaje nikilifanya jambo hili? Na wao watakupa mwongozo mzuri zaidi, na utakuwa umewakilisha na sio fahari juu yako, itakuwa ni fahari kwa nyinyi wote, masalafi wa Zanzibar. Kumbe hawa ni watu walio makini wenye kupendana na kuheshimiana. Nimalizie maneno yangu, hizi tabia ambazo ni athari ya imani ya kweli na itikadi sahihi, walitabiki salafu na saleh, wakazitumia tabia hizi na adabu hizi kwa wanafunzi wao. Alimamu Albaihaqiyu ametaja kauli ambazo nitapenda zizimalizie, kutoka kwa Abi Asim anasema, samitu sufyana althauri, nilimsikia Sufyanu Lthauri rahimahu Llah taala, wakad hadhara majlisahu shabun, na wakati anayazungumza haya maneno amehudhuria kwenye majlisi yake, kijana huyu. Kijana aliyehudhuria katika hiyo majlis ya Sufyanu Thauri, min ahalililmi ni katika vijana wa elimu. Maana yake siyo kijana mjinga, ni kijana mwenye elimu, ni kijana mzuri katika elimu yake ya dini wa huwa yataraasu yatakallamu wa yatakabbar bil ilmi ala man huwa akbar minhu. Alafu akamwona anajinyanyua anajikuza kwa watu ambao wamemshinda, eti kwa sababu wanaelimu tu, akaona hii tabia gani hii. Sufiani Thauri rahimahullahu taala asema asim abi asim faghadhiba sufyanu thawri, akakasirika sufyanu thawri na ile tabia aliyoiona kwa yule kijana. Waqala, akasema lam yakuni salafu hakadha, salafi hawakuwa hivi. Mbona wewe kijana, kuna wazee hapa, hata kama umewashinda katika ilmu, una haja gani ya kujinyanyua nyanyua? Wewe una nini wewe? Hawakuwa salafi hivi, walikuwa wanayajua mambo Hawana nyamaza, midamu kuna wakubwa. Hawana nafasi ya kuzungumza, hawana nafasi ya kuonyesha uwezo wao wa kielimu mbele ya wakubwa zao. Yawatosha elimu yao kuifanyia kazi na kuwafundisha wenzao. Hawakuwa salafi namna hiyo. Kumuanni, simama katika majlisi yangu, wala araka tadnuu min majlisi na, kuanzia leo nisikuoni tena unahudhuria kwenye majlisi yangu hapa. Kamfukuza. Sababu ya kumfukuza ha? Kukosa nidhamu, kukosa adabu. Kuna wakubwa hapa, unazungumza nini wewe? Unaonyesha uwezo wako wa elimu mbele ya hawa wakubwa, ili iweje? Hawakuwa salafi hivi, bali wakuwa, walikuwa salafi. Mtu anaweza kuzungumza hadithi yeye anaijua kabla yeye hajazaliwa Alafu anamsikiliza kana kwamba alikuwa anasikiliza leo, lakini anaijua miaka 30 kabla hajazaliwa yule mtu. Hizi ndio adabu walikuwa nazo wema wetu waliotutangulia. Tuna haja kubwa ya kushikamana na adabu hizi. Kisha akasema Abu Asim, wasami'tu Sufiyana Athauri yaqul, na nilimsikia Sufiyani Athauri anasema, idha raaita shab, utakapomuona kijana mimi na wewe utakapomuona kijana yatakallamu inda almashayikh, anazungumza mbele ya wazee, mbele ya mashekhe wa in kana qad balagha fi lilmi bablaghan, hata kama amefikia daraja ya juu katika elimu, fa ayis min khairihi, mkatie tamaa kwenye kheri aliyo nayo, hana kheri kijana huyo hana kheri kijana huyo, fa innahu qalilul haya, huyo ni kijana asiyekuwa na haya. Walillahi alhamdu, na sisi tunaposoma aqida hatukai mbali na tabia, hatukai mbali na adabu, bali adabu ni utambulisho kwetu kwamba sisi ni vijana tunaolelewa katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo kuionyesha ile adabu yetu ni sababu ya kuitangaza manhaji yetu, na kuionyesha tabia mbaya ni sababu ya kujitia dosari wenyewe, na wala hatuichafui dawa hii, haiwezekani. Kwa hivyo, nakuhusieni vijana wenzangu, tuzitakaseni nafsi zetu na tumuombe Allah tabaraka wa taala

Salafi ambaye napenda khairati, Allah amenitahini na mtihani wa nafsi katika kuyarudia makosa, yani maasi. Je, nifanyeje ili nidumu katika twaa ya Allah na kuturudia makosa kule kujua kwamba unakosea, hiyo ni hatua pia nzuri yenye alama ya kuonyesha kwamba unahitaji kubadilika. Kinachobakia kwako ni kukithirisha kumwomba Allah msamaha na kutubia kwake tauba ya kweli na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie kuishinda nafsi yako. Zipo adhkari ambazo Mtume sallallahu alayhi aalaihi wa sallama ametufundisha ni nyingi, zielekee adhkari hizo na umwombe Allah tabaraka wa taala. Ikiwa utakuwa mkweli katika tauba yako, basi Allah subhanahu wa taala atakuwafikisha katika kheri.

Allah atakusaidia juu ya shaitani na nafsi yako, na yeye Allah tabaraka wataala ni muweza juu ya hilo. Kwa ukithirisha istighfari na ukithirishe kumwomba Allah tabaraka wataala msaada juu ya hilo, akusaidie juu ya kumshinda shaitani na kuishinda nafsi yako. Jazakumullahu khaira.